Sasa inafikia hatua mgonjwa anaharisha damu mgonjwa anatapika damu na, dam, na baadhi ya ya vyakula kama maharage, njegere, kunde hawezi kula. Sasa ndo wangu nanishia, naomba nimsaidie baba baba mmoja ambaye ambaye anasema mimi afya yangu ya uzazi mambo hayachangamki, mambo mambo mambo hayako haya. Sawa sawa, twende sokoni, nunua nunua nunua unga unga wa wa karafuu kwa weka hapa. Unga wa vitunguu sawa, vitunguu sawa, weka hapa. Nunua unga wa tangawizi, unga wa tangawizi weka hapa. Nenda kachukue unga wa kokwa za parachichi. Sasa unga wa kokwa za parachichi ni nadra kupata, nunua parachichi mwenyewe, unakula parachichi, zile kokwa zake unazikatakata, unatwanga twanga, unasagasaga, unasigina, unakuwa unga, unaweka pale, alafu unachanganya na asali mbichi. Sasa unapo Changanya unakoroga, ukinyanyua kale ka mti unahakisha unakuwa kama mlenda fulani hivi. Hiyo ngoma mpaka hapo iko tayari kwa kazi e, siku ya kwanza unaramba vijiko viwili asubuhi ya yake, mchana tena unaramba vijiko viwili na jioni tena vijiko viwili, siku ya kwanza. Siku ya pili unaramba vijiko viwili viwili e, viwili asubuhi, mchana vijiko viwili na na jioni tena vijiko viwili, na siku ya tatu ni hivyo hivyo, na siku ya nne hiyo ni siku ya kutesti mitambo hiyo siku ya nne. Ni siku ya firidi, ni siku ya kutesti kazi, eh, kutesti zari na kuona mambo yetu yamefikia wapi. Ndugu zangu waheshima safiri, hiyo siku ya nne tunakushauri mambo matano yafuatayo. Jambo uh, ya la kwanza kama hiyo siku ya nne una madeni yale yakausha damu, tunakushauri ukane, tunakushauri <laughs> she mapema usije ukaingia chumba cha ibada na stress na mawazo eh, hilo la kwanza. La pili, kile chumba kipendi njaa, mwambie mama apike chakula kule, u ushibe. Jambo la tatu, kama mgogoro kati yako na mama, unajua migogoro ya familia na yenyewe inachangia kupunguza uwezo wa kina baba. Kwa hiyo muite mama, zungumza naye, mwambie bwana, haya mambo hivi, bwana bwana, na hiyo tena tu sasa mama na wewe ukiombwa msamaha, unatulia sio? Nalianzisha upya e, unatulia tu, ili maisha mengine yafanyeje? Yaendelee eh, ndo hivyo basi, iesameheana tu mambo yaishe e, mkazi, songe mbele. Jambo la nne, tunakushauri kama umetumia e, huo mchanganyiko na una watoto wadogo nyumbani, tunakushauri uende mjini, una kodi bajaji, wale watoto nawapakia wote peleka kwa bibi yao kule kijijini, safisha peleka kwa bibi, wakakae na bibi hata wiki moja mbili, wakae na bibi hao. Sasa hapa watoto wakishaenda kwa bibi yao, tunakushauri baki wewe na mama, funga milango. Unapofunga milango, unachukua chaki, unaandika pale mlangoni, sisi wa hapa tumehama. He-he. Nasema waache kunguni wa umo ndani wakashangilie kwa kelele za furaha zinazoendelea ndani ya hiyo nyumba, maana wamaa wa hawa ule upako ukianza kuwateremkia huwa wanaimba e, huwa wanaimba utasikia awili sasa e, sio vizuri mama anaimba, watoto wanasikia mama anaimba, alafu na, na mama Zawadi naye anakuja mama tuma uliha uuwt Wenzio kashaanza kunena hapa, kashaanza kuimba. Kwa hiyo mkomoa mama zawadi huyu unamwandikia, sisi wa hapa tumehama eh, eh, eh, ili mambo yakaende sawa sawa. Hey, naitwa dokta Msafiri, ninatokea kampuni ya Muhimura Hope Clinics. Hawa ni watafiti wa miji shamba. Kuna wakati natumia lugha ya kuchekesha kidogo, kwa sababu ninajua safari hii na mambo mengi, mambo mengi hapo ni safari. Wengine wanaenda kuuguza mgonjwa, wengine huko ametoka mshahara hajari